Sasa leo naenda kumaliza ubishi kwa wale watu ambao walikuwa hawajui chanzo cha ugomvi kati ya Kongo na Rwanda. Kongo na Rwanda bwana, ugomvi wao umeanza tangia miaka hiyo, tangia miaka ya wazungu wanatawala Afrika. Sasa leo kuna mtu special nimemwandaa ambaye anayejua vizuri Kongo na anayejua vizuri na Rwanda. Sasa huyu mtu ataenda kukuchambulia story moja baada ya moja. Sasa tafadhali andaa tu muda wako, sikiliza kwa makini ataichambua vizuri Kongo na Rwanda, ni kwa sababu gani ugomvi unaendelea mpaka sasa hivi, wanapigana kati ya Kongo na Rwanda, chanzo chake ni nini? Basi kanami, kama uja subscribe channel yako Ambula Media, subscribe sasa hivi ili uwe mmoja nami, twende kazi. mambo yanaanzia mwaka 1994 huu mwaka ni mwaka ambao Rwanda ilipigana vita vya ndani, wenyewe kwa wenyewe ni mwaka ambao uligawanya watu, uliumiza watu, na hata ukienda Rwanda hakuna makabila ni kuna Rwanda tu kwa sasa hivi, kwa sababu watu hawataki tena kurudi back. Ilikuwa ni mwaka wa maumivu kwa watu ambao waliwe. Kuangalia movie inaitwa Hotel Rwanda, ilionyesha ile story ya Rwanda ilivyokuwa mwaka 1994. So baada ya vile vita vikali kuna baadhi ya Warwanda walishindwa kuhandle presha ya kuendelea kuishi eh, ndani ya nchi yao. Kwa hiyo kuna watusi ambao walifunga safari na kwenda Congo. Kongo na Rwanda ni nchi ambazo zimepakana kama sisi tulivyopakana na Uganda, tulivyopakana na Congo pia na nchi mbalimbali mbali. So watusi walipoenda Congo walikutana na watusi wenzao, wakaona, huo kumbe hii ni jamii yetu pia. Kwa hiyo ni rahisi sisi kukomunikate, hata kuishi, kwa sababu walikutana na watusi wenzao kwenye eneo moja. Kwa hiyo hawa watusi walikuwa ndani ya Kongo, waliishi pale Kongo tangu wamezaliwa, yani walikuwepo ndani ya Kongo na ilitokeaje? Kwa nini Watusi walikuwa Congo? Ni kwa sababu hawa wazungu wa Belgium, wa France walivyokuja Kongo, uh, east Africa, walivyokuja Africa walikuwa wanagawanya maeneo, unaelewa? Kwa hiyo kuna watusi wengine ambao walikuwa Rwanda, ila kwa kuwa walikuwa wanagawanywa maeneo kwamba hii ni Kongo, hii ni Rwanda, hii ni Tanzania, hii ni Uganda, wakajikuta baadhi ya watusi wapo Congo na baadhi ya Wakongo wapo Rwanda. Yaani sio hapo kama umeelewa katika ugawanaji wa maeneo. Kwa hiyo wale Watusi walivyofika Kongo wakaona, okay, hii ni rahisi, kuna Watusi wenzetu hapo huku, tunaongea lugha moja, wakaona, okay, hii ni best way kuanzisha familia yetu tukiwa huku, wakaishi kwenye ile eneo na Watusi wenzao. Lakini hapo hapo tulirudi nyuma kidogo kuna rais wa Kongo ambaye anaitwa Makabila. Huyu rais alikuwa aliwakaribisha Wafaransa wa Belgium katika Kongo, lakini akashindwa kuwaondoa. Alipofariki mtoto um, wake Makabila akiwa na umri wa miaka ishirini na nane alishika nchi ya Kongo. Alivyoshika nchi ya Kongo akawa anajaribu kuwatoa hawa Uh, na akaenda Rwanda kuomba uh, msaada baada y hapo, ya Rwanda kuwa sawa, kuwa sawa Kagame kuwa rais. Kwa hiyo alienda Rwanda, alienda na Uganda pia kuomba msaada, na Uganda na Rwanda walimsaidia yule mtoto wa makabila kuwaondoa awa, awa Belgium. Tunapatana hapo? Kwa hiyo walivyosaidiwa Congo Kagame akamwambia yule mtoto wa makabila kwamba tumekusaidia kwenye hii vita, kwa hiyo itabidi baadhi ya maaskari wangu, wanajeshi wangu waingie kwenye jeshi lako. Kwa hiyo yule mtoto bila yana akakubali, ambaye ni rais wa Kongo, you know? Akakubali akasema sawa. Kukagame akatoa askari wake kutoka Rwanda akawapeleka waishi Kongo, waingie kwenye serikali ya Kongo. So katika watu waliotoka Rwanda kwenda Kongo eh, waliopelekwa na Kagame kuna wahutu na watusi pia. Unanipata, twende taratibu. So tangu miaka hiyo kuna wa Rwanda wahutu na watusi walikuwa wanaishi ndani ya Kongo, sawa kwa sababu ya fulani fulani za maisha na serikali. Kwa hiyo maisha yalivyozidi kusonga mbele, awa wa Kongo ambaye ni serikali ya Kongo inasemekana kwamba imepokea fedha nyingi sana kutoka Marekani, na hizo fedha zikitaka wakongo watoe ardhi kwa ajili ya madini. Mungu si Athumani, ile eneo ambalo kuna watusi waliokuwa wanakaa tangu wamezaliwa na wengine walitoka Rwanda kuja kuishi pale tangu 1994 na before mwaka 1994, kuna watusi walikuwa wanaishi pale. Lile eneo ni eneo lina madini yaani madini yaliyobarikiwa ni eneo ambalo lina dhahabu. Kwa hiyo watusi walioishi pale tangu wamezaliwa wanahesabu pale ni kwao, umeelewa? Kwa sababu walijikuta wako pale tangu wazungu walipogawanya ile maeneo. Kwa hiyo serikali ya Congo sasa inataka wale watusi waliokuepo pale warudi kwao Rwanda, isa umedhaliwa pale au ulikuja 1994 inabidi urudi kwenu Rwanda lakini watu watusi hawataki kwa sababu wanajua pale ni kwao they have been there tangu miaka hiyo before 1994 kwa hiyo sasa kama nilivyokuambia kuna seri, katika serikali ya Congo kuna wahutu na watusi pia ambao waliingia serikalini waliletwa na Kagame wale wahutu wamewageuka wenzao watusi Ah, this is weird. Yani, you know, wale wahutu wanaungana na Kongo kuwatoa wale watusi warudi Rwanda, hivyo mwelewa. Na Kagame yeye ni mhu, I mean, ni mtusi sio mhutu, lakini yeye hajihesabu hivyo, kwa sababu ni hataki hayo mambo ya, ya, ya makabila, anataka yeye Rwanda iwe Rwanda kwa hiyo watu wanakuja huko kwenye mitandao wanasema kwamba Kagame anachochea uh, Kongo iharibike. Kagame anachochea vita vya Kongo. That's not true. This goes way back. Unaelewa? Kagame ingekuwa anachochea vita ya Kongo asingechukua na Wahutu kuja kwenye serikali ya Kongo, angechagua tu kabila lake, lakini alivunja ukabila na akaweka watu wote wawe pamoja. Does it make sense? So sasa hivi kwa sababu serikali ya Kongo imepokea fedha na inataka ile eneo ambalo wanaishi Watusi, waje wazungu wachukue madini, ndio inataka iwatoe kwenye ile eneo, iwarudishe kwao na Kagame yakubaliani na hilo kwa sababu walishakubaliana mikataba mingi tangu huko zamani, umeelewa? Kwa Kagame hataki hilo litokee kwa sababu wale ni nchi yake, wahutu watusi, wote watu ni wa kwake. Kwa hiyo anajaribu kuwa upande wa damu yake kwa ajili ya kuwatetea, lakini sio kuchochea vita. Does it make sense? na Tanzania katika kitu inabidi tumshukuru ni huyu baba anaitwa Nyerere, tumshukuru sana kwa sababu Nyerere aliwafukuza hawa wazungu, tukaonekana sisi hatutujua English. Ni kweli hatujua English, we don't care, lakini inabidi tumshukuru sana kwa sababu asili wafukuza. Sasa hivi tungekuwa tuna makabira, unaelewa eh? watu ambao wana English lakini ukiangalia stori zao, ukiangalia maisha yao, wengi hiyo ya english yao, yani watu wanajua english, ndio, lakini hawamiliki ardhi. Wachache wana uwezo kumiliki ardhi, lakini mimi naweza nikawa muha, lakini naweza nikaenda kwa Masai nikanua ardhi na nikamiliki. Does it make sense? Huyu mtu anaitwa Nyelele, tumshukuru sana. Guys, nina mengi ya kuongea, naomba nifanye part 2. Okay, yeah.